Anmamaoo, acha kabisa. Hizo zinaitwa chapati za mayai, hujawahi kula? Unafanya delivery karibu Makonso hivi. Umejifunza wapi kupika mbona eh? Unapika kama upiki tena oh. Veta, Madamushi. Eh, ah, mm -hmm. Eh, bwana Madamushi unatafutwa kokote ulipo kwa ajili ya kwa nini unafunza watu kupika na kuja kutufanyia, kutufany kuja kutufanyia vurugu, na hili ni jiko la gesi ya gesi, zile pale zile pembeni <laughs> <Yes> asili <laughs> <laughs> ukiweka dakika <de> mbili, <laughs> amna, amna kazi hatari eh bwana eh. Makomso, unapika kama upiki tena hapo. Hiyo ayo maji unao mix ya nini? Kwa hiyo tunapunguza uzito kidogo bwana, kitu <mikis> kinapunguza uzito wanangu <mikis>